Naam, barabara kabisa, karibuni kwa mara nyingine katika uh, kipindi chetu cha Kiswahili. Uh, tunazidi kuchambua uh, diwani hodihodi hodi mashairi ambayo wanetu, wanafunzi wetu, wanagenzi wetu wa gredi ya tisa wanafaa wakaweze kuisoma katika daraja hilo la, la gredi. Kwa hivyo, usichoke kutazama nakala hizi katika kiwambo chako, maana najua unatumia muda wako, ila na kuahidi kwamba kile ambacho anaweka katika mtandao huu kitakufaa, kitakujenga, kitakuelimisha we kama mwanafunzi, we kama mwalimu, mzazi. Na kushukuru sana kwa muda wako wa ambao unatumia katika kutazama video hizi. Na iwapo huja subscribe na kusi, ukaweze kusubscribe, ndiposa wakati wote nitakapoweka video ya shairi lolote lile katika diwani yetu ya Hodi Hodi utapata ujumbe mara moja. Kwa hivyo katika kipindi chetu cha leo, ningependa tukaweze kuzamia uchambuzi wa shairi Kalamu. A, shairi Kalamu na kwa ufupi, wacha nikaweze kutoa maelezo kuhusu shairi hili Kalamu ni shairi ambalo linazungumzia faida ya utunzi na uandishi kwa kutaja a, ishara muhimu inayohusishwa na elimu. A, tunazungumzia kalamu hasa na tunapata kwamba kalamu imetumiwa hapa kama kiwakilishi cha uandishi. A, kalamu imetumiwa kama kiwakilishi cha uandishi. Kwa hivyo tunapochambua shairi hili Hicho ni kitu ambacho yafaa ukaweze kufahamu. Kalamu imetumiwa kama kiwakilishi cha uandishi. Kwa hivyo uh, tutaangazia kuhusu uandishi. Kwa hivyo ungana nami kuanzia mwanzo hadi tamati mwa kipindi. Kwa hivyo nitaanza na ukariri wa shairi lenyewe, uh, kalamu. Uh, mwandishi ni Joseph S. Kip hodi kwa hivyo tutaanza. Kalamu na kutukuza, wewe ni mwema sahibu, hujawahi kunibeza, unazijua hesabu, kila ninaloliwaza waandika taratibu, kalamu wangu muhibu, kalamu na kutukuza. Kalamu nikikuwaza tangu tuanze uhibu kitabu nilikijuza nilikujuza awe mtu wa karibu vyema umejitembeza pasipo kumharibu kalamu wangu muhibu kalamu na kutukuza. Kalamu watekeleza mkuu mno wajibu hadithi wazieleza na maswali wayajibu nyaraka za kupendeza kwazo wewe ni tabibu kalamu wangu muhibu kalamu na kutukuza kalamu nimechunguza pema huwezi haribu, mkono nikilegeza, kutoandika kwa adabu, si wewe ulieoza mshiki hujiadhabu. Kalamu wangu mhibu, kalamu na kutukuza. Kwa hivyo hilo ndilo shairi ambalo nataka tukaweze kupitia unavyolitazama katika kiwambo chako, na wacha tukaende moja kwa moja katika vipengele vya uchambuzi wa shairi hili kalamu. Na tutaanza na kipengele cha maudhui na tunapozungumzia maudhui katika shairi, tunazungumzia mambo makuu ambayo yanajitokeza, masuala ambayo yanajitokeza katika shairi. Na uh, swala la kwanza ambalo linajitokeza katika shairi hili Kalamu ni jukumu la uandishi. Kwa hivyo tunapata kwamba jukumu la uandishi Uh, uandishi na elimu kwa jumla huwa na jukumu kubwa katika maisha ya mwanadamu. Na tunapata kwamba uandishi unamwezesha mwanadamu kuyahifadhi, kuya kuyanakili na kuyasambaza mawazo na maarifa aliyonayo. Hayo ndiyo maelezo ya Uh, maudhui ya kwanza ambayo ni jukumu la uandishi. Maudhui ya pili ni uwajibikaji, uwajibikaji. Na katika uwajibikaji tunapata kwamba usomaji wa vitabu bila ya kuacha alama au kuchora chochote kwa kutumia kalamu uh, ina halisi kutunza rekodi na nyaraka na hadithi kwa kuziandika. Kwa hivyo huo ndio uwajibikaji ambao tunaelezwa kupitia shairi hili. Usije unapokuwa unasoma nakala yote ile ambayo imeandikwa, usije ukatumia kalamu kuanza kuchorachora pale ndani, kupigia mistari. La hasha! Kwa mwajibikaji, unapokuwa unasoma kazi ambayo imenakiliwa kutumia kalamu, usije ukachafua kazi hiyo maana mwenzako atahitaji kusoma. Kwa hivyo hayo ndiyo maudhui ambayo yanajitokeza katika shairi hili la kalamu aa, baada ya maudhui twende moja kwa moja kwa, kwa dhamira dhamira nia eh, mbona mwandishi Malenga akaliandika shairi hili kalamu alikuwa na kusudi lipi na tunapata kwamba kusudi lake ni kutufahamisha kuidhamini elimu na maandishi na tunapata kwamba unapoidhamini elimu na maandishi yake, uh, huu ndi, huu ndio msingi wa kuelimisha jamii. Huo ndio utakuwa msingi wa kuelimisha jamii. Kwa hivyo uh, uh, hayo ndio ama, hilo ndilo lengo la uh, uh, lengo la shairi hili kuandikwa. Twende moja kwa moja kwa kipengele cha muundo wa shairi, na tunapoangazia kipengele cha muundo wa shairi kuna vipengele vidogo ambavyo tutaviangazia tuta, tuta pia hapa, na kipengele cha kwanza ni aina ya shairi, aina ya shairi, na tunapo jinsi nilivyoeleza katika mafunzo uh, yaliyopita, tuna, tuna, tuna aina mbili za shairi ambazo tumewafunza wanafunzi wa gredi ya tisa na aina ya kwanza ni ino aina ya arudhi arudhi, na aina ya pili ni ile aina ya shairi huru. kwa hivyo shairi arudhi ni shairi ambalo linafuata kanuni na sheria za kishairi, ila shairi huru ni shairi ambalo halifuati kanuni yoyote, ni kinyume ya shairi arudhi. Kwa hivyo tunapata kwamba shairi hili la Kalamu mwandishi ameweza kuzingatia sheria na kanuni zilizowekwa katika uandishi wa mashairi. Kwa hivyo tutaliweka katika aina ya shairi arudhi. Utapata kwamba vina vimezingatiwa idadi ya mishororo katika kila ubeti vipande, uh, mshororo wa mwisho. Kwa hivyo uh, sheria zimezingatiwa. Twende kwa bahari, nakumbuka tuna tofauti kati ya bahari na aina Kumbuka hapa tunazungumzia kuhusu mtaala wa umilisi tunapozungumzia kuhusu aina ya shairi na bahari ya shairi, maana ni swali ambalo niliulizwa na mwanafunzi. Kwa hivyo tunapoangazia katika mtaala huu wa umilisi, utapata kwamba kuna mambo ambayo wameweza kugeuza pale. Uh, tunapozungumzia aina ya shairi hapa hatuzungumzii kuhusu shairi ambalo litakuja kutokana na idadi ya mishororo, la hasha. Hapa tunazungumzia aina ya shairi uh, kwa kuzingatia, uh, kwa kuzingatia sheria za ki, uh, kiutunzi ambazo mshairi nafaa afuate. Na tunapoangazia bahari sasa, bahari katika mtaala huu wa umilisi tunaangazia sasa kipengele ambacho ni cha idadi ya mishororo. Kwa hivyo mwanafunzi afaa ukaweze uh, kujua hivyo hata wewe mwalimu. Kwa hivyo shairi hili limo katika bahari ya tarbia jinsi tunavyoona ni shairi ambalo lina mishororo minne katika kila ubeti. Kisha tunapochambua kipengele cha beti tunatumia idadi ya beti. Je, shairi lina uh, beti ngapi? Na utapata kwamba shairi hili lina jumla lina jumla ya beti nne, lina jumla ya beti nne. Twende kwa, kwa kipengele cha vina na, katika kipengele cha vina huwa kuna vina vya kati na vina vya mwisho. Kwa hivyo utapata kwamba katika shairi letu Kalamu vina vya kati ni za na vina vya mwisho ni bu. Vina vya kati ni za na vina vya mwisho ni bu, jinsi unavyotazama katika kiwambo chako, na tunapata kwamba katika sehemu ya mizani, mizani tunazungumzia idadi ya silabi katika kila mshororo. Utapata kwamba mshororo kila mshororo una jumla ya idadi, aa, ya jumla ya mizani kumi na sita. Jumla ya mizani kumi na sita. Utapata kipande cha kwanza kina jumla ya idadi, aa, nane. Kipande cha pili nane, ukijumuisha pamoja utapata ni kumi na sita. Uh, tuende kwa mshororo wa mwisho katika kila ubeti, mshororo wa mwisho katika kila ubeti. Uh, tunapoangazia mshororo wa mwisho katika kila ubeti, tunapata kwamba shairi hili la Kalamu, mshororo wa mwisho tutauita uh, tuta, uh, tuta kibwagizo. Kwa sababu gani? utapata kwamba umeweza kurudiwa katika kila ubeti, na mshororo huu unaenda hivi: kalamu wangu muhibu, kalamu na kutukuza. Kalamu wangu muhibu kalamu na kutukuza. Tuende kwa uhuru wa mshairi. Uhuru wa mshairi hapa, tunapata kwamba tumetumia mbinu ya tashihisi ama uhaishaji, ambapo mwandishi anazungumza na kalamu. Kwa mfano, nimechukua neno kalamu na kutukuza, kwa hivyo anazungumza na kalamu, na hiyo mbinu katika kazi hii ya uandishi ya fasihi tunaiita uhaishaji ama tashihisi. Mbinu nyingine ambayo mwandishi ametumia ni inkisari na inkisari. Twende kwa ubetu wa nne mshororo wa pili, ubetu wa nne mshororo wa pili utapata kwamba neno kuto, kutondika. Kutondika ni neno ambalo limefupishwa, lafaa liwe kutoandika, kutoandika. Kwa hivyo silabi a imeweza kudondoshwa pale. Pia tunayo mbinu ya nahau ama semi. Katika ubeti wa kwanza mshororo wa pili utapata utapata tuna, tunalo neno ambalo, sentensi ambayo imeweza kutumika pale, kunibeza kunibeza kunibeza. Kwa hivyo kunibeza ni ile hali ya, uh, hali ya kufurahisha. Kwa hivyo hiyo ni mbinu ambayo mwandishi pia ameweza kutumia hapo. Kwa hiyo tuende kwa kipengele cha mandhari, na tunapozungumzia mandhari, tunazungumzia sehemu mahali ama wakati ambapo matukio yanafanyika katika shairi, na utapata kwamba katika shairi hili Kalamu baadhi ya sehemu ambazo huenda zinajitokeza ni kama... kwa hiyo unaweza ukapata mandhari ambayo yanajitokeza hapa ni mandhari ya shuleni inaweza kuwa ni mandhari ya shuleni ama mandhari ya ofisini, maana tunapata kwamba tunazungumzia kuhusu uandishi, kwa hivyo ni shuleni ama ofisini. Uh, twende kwa kipengele cha wahusika katika shairi hili. Uh, kando na mahali na uh, kando na mahali pia utapata uh, kwamba shairi hili uh, uh, mandhari yanaweza kuwa ni wakati uliopita ama hali timilifu wakati uliopita ama hali timilifu. Kwa hivyo tunapozungumzia kipengele cha wahusika, wahusika tuna nafsi neni na nafsi nenewa. Kwa hivyo katika nafsi neni anaweza kuwa ni mwandishi, mwalimu, mwanafunzi ama msomi, na nafsi nenewa ni kalamu. Kalamu ndio inayozungumziwa katika kazi hii ya uh, uandishi kwa hivyo, Uh, huu ndio uchambuzi wa shairi hili uh, Kalamu katika diwani Hodi Hodi. Asante hodi. Uh, kwa kutazama na wacha tukazidi kukuzana ili tukazidi kuboresha Kiswahili. Asanteni.